Kuhapishwa kwa rais Samia kunafuatia matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 ambapo alitangazwa mshindi kwa kupata zaidi ya asilimia 97 ya kura zote halali. Hata hivyo chama kikuu cha upinzani CHADEMA ambacho hakikushiriki uchaguzi huo kimepinga matokeo hayo, ikidai kuwa mchakato mzima au kuwa huru na haki. Chama hicho kimehutaja uchaguzi huo kama pigo kwa misingi ya demokrasia. Wakati huo huo, ripoti za maandamano ya kupinga uchaguzi zimeibuka katika maeneo kadhaa, huku mitandao ya intaneti ikifungwa na taarifa za ukiukwaji wa haki za binadamu zikiripotiwa. Hali hii imezua wasiwasi miongoni mwa jumuiya ya kimataifa, ambapo Umoja wa Mataifa umeitaka Tanzania kufanya uchunguzi huru kuhusu madai hayo. Serikali ya Tanzania imekanusha kuwepo kwa ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa muda mrefu taifa hilo limefahamika kama sehemu yenye utulivu wa Afrika Mashariki, sasa inakabiliwa na changamoto mpya za kisiasa. Macho yote sasa yameelekezwa kwa Mama Samia, wakitarajia kuona ni vipi atakivusha chombo hiki katika bahari yenye mawimbi na dhoruba ili kufika salama bandarini.